13. Inasema Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia. ile patibia sema nawe utakuwa juu tu wala huwi chini utakapoyasikiza maagizo ya, ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Aliposema utakuwa juu tu wala utakuwa chini, maanake hakuna option. Aliposema utakuwa juu tu wala utakuwa chini, hategemei nguvu zako, hategemei uwezo wako, hategemei namna ulivyozaliwa wala familia yako Hategemei elimu yako, hategemei connection zako. Lineno linajitoshereza. Aliposema utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Mungu akiongea, maana yake lile neno linakuja lina nakuja, lina uwezo wa kujikamilisha sana. Alivyosema zaini mkaongezeke, automatically uwezo wa kuzaa ndani ya mtu liingia. Aliposema iwe nuru, lie neno liliotoka lijitoshereza kuleta nuru, lilikuwa halihitaji msaada wa kitu kingine kitengeneze ile nuru iwepo. Aliposema kiumbe kizae kwa jinsi yake, kila kiumbe pale pale kilipokea uwezo wa kuzaa kwa jinsi yake. Kwa hiyo, sihitaji msaada wa kitu chochote au mtu yoyote kunifanya nizae mwanadamu, sababu alishasema kila kiumbe kizae kwa jinsi yake. Mimi nitamzaa mwanadamu mwenzangu kwa sababu ile neno limejikamilisha lenyewe. Amen kwa Mungu akiongea, amekamilisha kwa aliposema utakuwa juu tu wala utakuwa chini, maana uwezo wa kuwa juu automatic uliingia ndani ya mwanadamu kwa hiyo hauhitaji kitu kingine kikusaidia uwe juu tu. Aha. Ule uwezo wa kuwa juu tayari umo, na aliposema utakuwa juu tu, lile neno "tu", maana yake hakuna mahali pengine popote tunapopaswa kuwa isipokuwa ni juu peke yake. Utakuwa juu tu wala utakuwa chini, maanake nafasi ambayo Mungu alitupa na alitumbia ni nafasi ya juu tu. Hiyo inamaanisha kwamba huko juu kuna nafasi ya kila mtu ambaye yupo duniani. Huku chini sio nafasi zetu. Utakuwa juu tu wala utakuwa chini. Kwa Mungu hakutukusudia tuwe chini, hajakusudia chokitu tuwe chini. Alisema utakuwa juu tu, maana yake tayari nafasi ya kila mmoja ameiandaa ipo. Ni sawasawa na shuleni wanapofanya registration ya wanafunzi, idadi kamili ikifika hawachukui mwanafunzi. Kwa kila mwanafunzi ambaye ameorodheshwa, amepokelewa shuleni, make nafasi yake ipo, haitaji kutafuta nafasi, nafasi yake ipo. zilipojaa wakaacha, wanapotoa interview wanasema tuna nafasi ishirini labda za, za, za kazi fulani wakishachagua wale ishirini waliobaki wanaachwa. Kwa kila aliyechaguliwa kwenye interview, manake nafasi yake kazini ipo, haitaji tena kuitafuta. Aliosema utakuwa juu tu, maana yake nafasi yangu juu ipo, nisipofika inabaki wazi na ile nafasi inanisubiri mimi, ili niingie nikakae, kwa sababu ipo tayari. Lakini alisema utakapoyasikiza maagizo ya, ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Kwa hiyo ile nafasi haiji automatiki ipo ndani yako tu, na ipo tumeshaandaliwa, lakini wewe kuingia, kuna kitu ambacho lazima ufanye. Sema hivi utakapoyasikiza maagizo ya, ya Bwana Mungu wako ni kuagizao hivi leo kuyaangalia na kuyafanya, ndipo utakua juu tu, wala utakua chini. Maana kuna vitu ambavyo ni password ya kufanya ili niingie kwenye nafasi ya kwangu nikae. Kuna mahali pa kubonyeza, kuna mlango wa kufungua, kuna mambo ambayo ametupa kama funguo za kutuingiza kwenye nafasi za kwetu. Ni sawasawa umekabidhiwa nyumba, bana nyumba yako niye pale, utapigwa na jua utapigwa na mvua kama utakuwa hauna funguo wa kufungulia.